Watazamaji wa media ya Kemetz uh, leo mtakuwa na mtaalamu wenu Dr. Kenny kupitia uh, chaneli ya Kemetz. Basi mtapata kujifunza magonjwa tofauti tofauti. Leo tunakuja na ugonjwa ambao huwapata wakina dada, wakina mama wengi kama ufuatavyo. Basi kaeni mkao wa kula kwa ajili ya kupata hii elimu kupitia KEMETZ. Leo tunaenda kuzungumzia ugonjwa unaoitwa bakteria vaginosis. Kwa lugha yetu ya Kibantu tunaiita maambukizi ya vimelea au bakteria ukeni, yaani uke wa mwanamke unapata changamoto ya vimelea hivyo, aina ya bakteria. Kwa hiyo, twende tutaenda kuona hiyo bakteria vaginosis au kwa maana maambukizi ya bakteria ukeni unasababishwa na na nini, vihatarishi vyake vikoje, dalili zake zikoje, na pia unaweza ukapata madhara gani kwa wewe mwanamke, endapo ukapata hizo dalili na za huu ugonjwa ukazipuuzia, nini kitatokea, na jinsi gani ya kujikinga. Kwa haraka haraka, bakteria vaginosis au kwa maana ya maambukizi ya ya bakteria ukeni, maana yake kawaida kwenye uke au kwenye sehemu yoyote ya mwili kunakuwa na vimelea vya kawaida, yani bakteria za kawaida ambazo tunaziita normal flora au good bacteria. Kwa hiyo kwenye uke wa mwanamke kuna bakteria ambazo ni normal flora, zipo kwa ajili ya kulinda huo uke, ambazo hizo bakteria zinaitwa lactobacillus au lactobacil. kwa hiyo hizo zenyewe sasa zikiwa haziko sawa, hazija balance, zimepungua, tofauti na hizo bakteria ambazo sio nzuri kwa jina la Kizungu, bad bacteria au anaerobes. Zenyewe sasa, kukiwa kutokuwepo kwa msawazo au uwiano basi ndipo husababisha huo ugonjwa unaoitwa bakteria vaginosis. Kwa haraka haraka, bakteria vaginosis sio ugonjwa wa zinaa, sio moja ya magonjwa ya zinaa, maana hata hao bakteria wanaosababisha huu ugonjwa hawapo katika kundi la uh, bakteria wanaosababisha magonjwa zinaa. Kwa hiyo sasa, baada ya kuona maana hiyo kwamba kutokuwa na uwiano sawa kati ya zile bakteria zinazo, za kawaida zinazolinda uke na zile ambazo zenye mazara kwenye uke, kwa maana good bacteria bacteria uh, nzuri na badi bacteria, kwa maana bakteria zenye mazara <clears throat> kwa hiyo sasa twende tukaone ni aina gani, japo majina yao magumu ila mtawatajia tu hivyo hivyo, muweze kuwafahamu kidogo, hao aina ya bakteria wanaoweza kusababisha hiyo uh, huo ugonjwa wa bakteria vaginosis. Wa kwanza kabisa anaweza akawa bakte, bakteroids anaweza akawa pa uh, peptostreptococcus anaweza akawa uh, fusobacterium anaweza akawa streptococcus viridans anaweza akawa eubacterium uh, anaweza akawa uh, veronomela. Kwa hiyo hao ni baadhi. Uh, wapo wengi sana, majina yao magumu kidogo na mimi nimeyataja ka kadiri ya ninavyoweza kutamka. Kwa hiyo hao ni, ni baadhi ya hao bakteria ambao uh, huwa wanakuwepo kwenye uke wa mwanamke. Kwa hiyo wale lactobacillus wetu wasipo, wakipungua uh, basi wana uwezo wa kusababisha hawa nilio niliotoka kuwataja wakaweza kushambulia uke na kuweza ku pelekea hizo dalili. Sasa vitu gani vinaweza kusababisha hao good bacteria ambao nime nimewataja mara kwa mara Lactobacillus wanaweza wakapungua au wakafa? Cha kwanza kabisa, kuna kitu tunakiita dochi au duchi, maana yake mwanamke anakuwa anajisafisha kwenye uke wake kwa kutumia maji au kwa kutumia visafisha ambavyo mara nyingine wanaziita deodorant s nini, au kujisafisha kwa kutumia sabuni. Kwa hiyo ukifanya hivyo, maanake unaua wale bakteria wazuri na kuwasababisha wale bakteria wabaya waweze kukushambulia. Kingine uh, kinaweza kikawa ni kuchanganya wanaume tofauti tofauti, yani kwenye mahusiano yako, kwenye mfanyaji wako wa tendo, una wanaume zaidi ya wawili watatu wanne, wote hao unawamiliki uh, kwa hiyo hao kwa kwa kufanya hivyo kuna uwezo wa kukusababishia hiyo uh, bacteria vaginosis. Kingine tunasema mm, hormone imbalance, ila hapa sana sana wanahusishwa wale wajawazito na wale ambao washakoma hezi kwa maana menopozi. Kingine kinaweza kikawa ni kinaweza kikawa ni kutumia uzazi wa mpango ule wa kuweka ukeni ambao tunauita kitanzi Kitanzi, unatumia kitanzi, alafu pia bado una wanaume wengi wengi, yani kwa maana kitanzi jumlisha na wanaume wengi wengi, nayo sio kitu kizuri. Cha mwisho kabisa tunakiita poor hygiene, kwa maana uchafu wa mwanamke binafsi, sehemu zake za siri kutokuwa msafi, kwa maana uke wake ni mchafu pia. Hizo uh, zinaweza kusababisha hiyo bakteria vaginosis. Baada sasa ya kuona visababishi au vihatarishi, twende basi tukaone dalili zake zikoje. Dalili mda mwingine zinaweza zikafanana na zile za magonjwa ya zinaa. Mfano wa uh, hizo dalili, lazima mwanamke atokwe na uchafu, na huo uchafu sasa unaweza ukawa ni ule wenye rangi ya maziwa, kwa maana unakuta majimaji yanatoka ukeni meupe kama maziwa, au yanaweza yakawa rangi kama ya mchanga, kwa maana ya grey, au yanaweza yakawa rangi ya green green, kwa maana kijani, bila shaka. Aha, kwa hiyo, hiyo sifa ya kwanza lazima kuwe na uchafu unatoka ukeni, okay. Sifa ya pili, huo uchafu manake unakuwa una harufu isiyovutia, harufu, harufu chafu. Muda mwingine inaweza kidogo ikataka kufanana kama na samaki, si samaki lakini, hiyo ukishaona tu ya samaki manake, ha, hiyo hiyo huo ni ugonjwa wazinaa lakini yenyewe inakuwa samaki si samaki inakuwa hapo katikati. Kingine anakuwa anapata miwasho, yaani huyo mwanamke kwenye uke wake anakuwa anapata miwasho ambayo inaweza kumsababishia kujikuna akajisikia raha sana. Alafu dalili nyingine ambayo ni ya mwisho ni kupata maumivu kwenye kukojoa kwa maana ule mkojo ukiangukia kwenye uke, basi kuna maumivu fulani. Uh, huyo mwanamke mwenye huo ugonjwa wa bakteria vaginosis anakuwa anapata vimaumivu fulani hivi. Baada sasa ya kuziona hizo dalili, zipo nyingi hizo, ni baadhi na ndio mm, muhimu na za msingi. Kwa hiyo sasa twende tukaone ni vipimo gani unaweza ukafanyiwa? Nitawatajia, viko vingi, ila kwa haraka haraka, lazima utapimwa mkojo na huo uchafu. Kwenye huo uchafu unaweza ukapimwa kwa microscope au ukaoteshwa, kwa maana ukafanyiwa culture sensitivity. Uh, kingine unaweza ukafanya full body picture. Uh, pia mkojo unaweza ukaoteshwa nao, ukiacha kupimwa kwenye microscope, kwa maana culture sensitivity hivyo ni baadhi tu, viko vingi. Uh, ukiacha sasa hivyo vipimo uh, kuna matibabu utayapata. Unaweza ukapewa matibabu ya vidonge au ya sindano, itategemea hizo dalili kwa kwewe zina mda gani. Uh, usipopata sa matibabu, ni vitu gani au madhara gani yanaweza yakatokea? Madhara sio mengi sana mazara hapa sana sana yamegawanyika katika sehemu zisizopungua mbili tatu hivi, kwa maana kuna swala la kupata magonjwa ya zinaa, uh, kwa maana sexual transmitted infection. Cha pili anaweza akapata PID kwa maana pelvic inflammatory disease, kwa maana hao bakteria wakapanda juu mpaka wakafika kwenye oval pamoja na mirija ya uzazi. Uh, dalili nyingine zinahusiana na ujauzito. Sasa ndio unaweza ukakuta huyo mwanamke ambaye ni mjamzito mzito anayo bakteria vaginosis, anaweza akajifungua kabla ya muda au akajifungua mtoto mwenye uzito mdogo. Kwa hayo ndio madhara ya hiyo bakteria vaginosis. Eh, ni jinsi gani tunaweza tukajirinda na hii bakteria vaginosis? Sio, sio, sio, sio, mimi namaanisha kwa wanawake uh, wana uwezo wa, wa kujilinda vizuri tu, maana ili kujirinda na uh, hii bakteria vaginosis, maana ni kuepuka vile vihatarishi. Maanake kama huwa una tabia wewe mwanamke ya kujisafisha kwa kutumia sabuni au manukato basi inabidi uwache. Kama una wanaume wengi, basi jitahidi uwe na mwanaume mmoja, na kufanya uh, ngono iliyokuwa salama, na pia kama uh, tunasema uh, nafikiri ni hizo, kwa sababu ishu ya uzee, uzee haupindiki Uh, ishu ya ujauzito ujauzito wa upingiki, isipokuwa tu uh, unachotakiwa kukifanya ni kujitahidi, kujitahidi usafi ukeni, lakini huo usafi manake, uh, simaanishi uh, utumie hayo manukato au uh, utumie sabuni kujisafisha uuke. Natumaini mtakuwa mmenielewa. Uh, kama utakuwa haujaelewa basi unaruhusiwa kuuliza swali na sisi tutakujibu vizuri, maana tunaamini afya njema na iliyo bora ndio mtaji wa kila kitu kwenye maisha yetu. Bila afya huwezi kutafuta hela, bila afya huwezi uh, kuwa na, na, na, na, na mwonekano mzuri wa mwili. Uh, afya ikiteteleka manake itapoteza muda wako, utashindwa kutafuta hela. Pesa ndo kila kitu, mafekeche ndo kila kitu. Kwa hiyo nashukuru sana, nawaomba mwendelee kusubscribe chaneli yetu ya Kemetz, pia uh, msiache kushare na wengine uh, ili waweze kupata hii elimu uh, ambayo huwa tunaitoa mara kwa mara bila kusahau, mlikuwa na mtaalamu wenu Dr. Ken asanteni.